ni muhimu sana kukaa na neno ili likubadilishe picha, ili likupe sura nyingine. Wakolosai sura ya tatu mstari wa kwanza hadi wa nne unasemaje? Nasema basi, mkiwa mmefufuliwa na Kristu, yatafuteni yaliyo juu, Kristu aliko, kwa maana ameketi mkono wa kumi wa Mungu ma nasema yafikirini yaliyo juu, sio yaliyo katika nchi. Na mstari tatu unasemaje? Kwa maana uhai wetu umefichwa pamoja na Kristu katika Mungu. Na mstari unasemaje? Kristu atakapofunuliwa aliyo uhai wetu, ndipo na ninyi mtakapofunuliwa katika utukufu. Ukisoma huo mstari haraka haraka unaweza ukadhani ya kwamba anaongea swala la kuja kwa Yesu mara ya pili. Kwa wengi tunaokoka tunasubiri kufunuliwa kwa Kristo tufanane naye atakapokuja mara ya pili, ni sawa kabisa. Nataka tuitazame kwa kwa jicho jingine. Utukufu maana yake ni Mungu kujulikana kwa jinsi ya mwili make ni Mungu kuonekana kwa jinsi ya mwili, ni mkono wa Mungu kudhirika kwenye maisha ya mwanadamu, ni matendo makuu ya Mungu, ni uungu wa Mungu kufunuliwa na macho ya nyama yakaona. Ndio maana kwenye Yohana sura ya kwanza ile mstari wa kumi na nne nasema naye, neno akafanyika mwili nasi tukauona utukufu wake, utukufu kama wa mwana pekee atokaye kwa Baba aliyejaa neema na kweli. Naye neno akafanyika mwili nasi tukauona utukufu wake. Utukufu ni neno la Mungu kufanyika mwili Aa, Biblia unapolisoma, lidhihirike kwenye maisha yako, ulizaliwe kwa upya. Alikuwa akiongea swala la Yesu, of course, na Yesu ndio Neno. Injili ya Yohana sura ya kwanza, sura ya kwanza: hapo mwanzo alikuwapo Neno, naye Neno alikuwa kwa Mungu, naye Neno alikuwa ni Mungu. Huyo Neno alikuwa huko kwa Mungu. Vyote vilifanyika kwa huyo, pasipo yeye hakikufanyika chochote kilichofanyika. Na ndani yake ndimo ulimokuwa uzima, ule uzima ulikuwa ni nuru ya watu, nuru ing'aa gizani na giza halikuishinda. Mstari wa 12 nasemaje? Mstari wa 12 nasema kwamba bali wote waliompokea aliwapa uwezo wa kufanyika wana wa Mungu, ndio wale waliaminio jina lake. Maana hapo anaongea swala la wokovu. Then 14 nasema kwamba Neno likafanyika mwili, yule Neno alikuwa huko kwa Mungu. Mungu aliyekuwa ni Mungu ambaye vyote vilifanyika kwa yeye ambaye ndani yake palikuwa uzima ambaye wote waliompokea aliwapa uwezo kufika, na Mungu alifanyika mwili, nasi tukaona utukufu wake, utukufu kama mwana pekee tukae kwa baba aliye neema na kweli. Anasema hivi, Kristo atakapofunuliwa aliye uhai wenu. Kristo ni nani? Sawa sawa na injili ya Yohana sura ya kwanza, Kristo ni neno. Na Kristo atakapofunuliwa aliye uhai wenu, nasi tutafunuliwa tufanane na mfano huo huo wa utukufu wake. Kwa hiyo Kristo akifunuliwa aliye uhai wetu, na sisi tunafunuliwa tufanane na mfano huo huo wa utukufu wake. Kumbuka, utukufu ni Mungu kujulikana kuonekana kwa jinsi ya mwili, au ni neno la Mungu kudhihirika kwenye maisha ya mwanadamu likaonekana kwa jinsi ya mwili. Kristo atakapofunuliwa aliye uhai wetu, nasi tutafunuliwa. Ko Kristo ajafunuliwa, mtu hafunuliwi, manake neno halijafunguka kwa mtu, mtu hana namna ya kufanana na lile neno. Waraka wa kwanza Yohana sura tatu inasemaje, mstari wa nane kwa kusudi hili mwana wa Mungu sio aliyedhihirishwa, mwana wa Mungu alidhihirishwa, alidhihirika For this purpose the Son of God was manifested to destroy all works of the devil. Kwa kusudi hili mwana wa Mungu alifunuliwa, alidhihirishwa ili kuzivunja kazi zote za Ibilisi. Okay, kwenda kupita, tukumbane 18 ukaanza kusoma kuanzia mstari wa nyuma, 15 14 16 17 utaona anaongelea swala hili, anza kuongea, katuwekea agano la kale kwamba walikuwa wakisoma agano, wakisoma Torati, kuna utaji unawekwa, na kwa hiyo Biblia inasema mioyo yao inakuwa mizito, maki haielewi, akwenda kama wakati wa Musa ambapo alikuwa anavaa utaji. Then akaona ongea swala la namna ambavyo watu hawadaki vitu vya kimungu, mioyo yao inakuwa mizito, sababu kuna kitu kinakuja kinakaa katikati utaji. Maki ni kitu kinachokufunika ni sasa. Na mimi sasa hivi nichukue kitambaa nifunike uso wangu, hautaniona naweza nikaongea naye, lakini usione uso wangu, kwa sitadhihirishwa kwako, sitafunuliwa kwako, kwa sababu kuna kitu kinakaa kinachozuia kupata ufunuo. Kama kile neno ile torati kisomwa kwao, haifunuliwi kwao, wakaipata kamili Then, ndo anakuja kwenye mstari wa 18 anasema, lakini sisi sasa kwa kipindi hiki anasema, kwa uso usiotiwa utaji maake tunaona vitu waziwazi. Lakini sisi sote kwa uso usiotiwa utaji, tukirudisha utukufu, kama vile katika kio, tunabadilishwa tufanane na mfano huo huo, toka utukufu hata utukufu, kama vile kwa utukufu utokao kwa Bwana aliye Roho. Wakolosai anasema kwamba naye Kristo atakapofunuliwa, aliye uhai wetu, sisi nasi tutafunuliwa tufanane na mfano huo huo wa utukufu wake, kwa haiongelei kufunuliwa kwa Kristo atakapokuja kuchukua kanisa kwa mara ya pili peke yake, inaongelea hata sasa, kwa sababu kwa kusudi hili mwana wa Mungu alifunuliwa ili azivunje kazi za Ibilisi. Na ndio maana hata sisi leo hii kwa uso usiotiwa utaji tunabadilishwa tufanane na mfano huo huo wa utukufu tuna wake, tunapotazama neno lake kama kioo, tunapotazama neno la Mungu, tunaposoma neno la Mungu kama kioo, tunabadilishwa nature, tunabadilishwa siri, tunatolewa Tuna tuna fikra potofu, tunaondolewa ule mtazamo ambao ni hasi, kuna ngome zinavunjika i Mungu ili tufananie na mfano ule ule wa Kristo, ili utukufu wa Mungu udhihirike kwenye maisha yetu, ili watu wamwone Mungu kupitia sisi, ili tufanyike nuru mahali penye giza, ili tuwe chumvi chumbi makini tuachilie preservation maisha ya watu mahali wapo natakiwa kulindwa, kazi ya chumvi tuachilie radha mahali wapo, hakuna radha. Tuwe kama mji uliojengwa juu ya kilima awez ukafichika. Lakini kwa njia ya neno, unapokaa kwenye neno, linafunuliwa kwako, linakupa asili ya kufanana nalo, hivyo hivyo utukufu, hata utukufu. Kwa kadri unapokaa kwenye neno, linapozidi kufunuliwa ndani yako, linaachilia uwezo ndani yako wa kubadilishwa na kufanana nalo. Ndio maana kwenye Warumi sura kumi na mbili mstari wa kwanza na wa pili inasema usifuatishe namna ya dunia hii, bali ufanywe upya kwa kugeuzwa niye nagiezwa kwa jinsi ya neno. do not be conformed to this world but be transformed by the renewing of your mind. Sabu mind ya mtu ikiwa na mtazamo hasi maisha yake yanakuwa hasi. Gideon alikuwa kwenye mapango hajui kwamba ndani yake kuna uwezo, hajui kwamba ana uwezo wa kuokoa watu, anaweza kuponya familia yake, hajui kama Mungu ameweka kama kiongozi ili avushe taifa lake, ili avushe familia yake, ili avushe ukoo wake, na kujua kama vile ambavyo wengi hatujui kitu ambacho Mungu ameweka ndani yetu ni kikubwa kuliko dunia ambacho inaweza katupa. Kitu ambacho Mungu ameweka ndani yetu ni kikubwa, hawezi kukifananisha na elimu yoyote, hawezi kukifananisha na ajira ya namna yoyote, hawezi kukifananisha na biashara ya namna yoyote, ni kikubwa kuliko maelezo, sema kinapita marijani, kinapita vitu vya thamani, ni kikubwa kuliko maelezo. Lakini ili kitoke, kuna michakato ya kupita. Lazima ukusudie kuwa mtu wa neno, lazima ukusudie kuwa mtu wa maombi, lazima ukusudie kuwa mtu ambaye unaishi na kutembea na kudumu ndani ya uwepo wa Mungu. Uhakikishe unalinda uwepo wa Mungu usiondoke kwako, na kila siku ukuze uhusiano wako na Mungu, sababu Mungu huwa hamtengenezi mtu peupe. Mungu anamtengeneza mtu sirini. Ukikwepa kukaa sirini, hauwezi ukaonekana peupe. Kabla Mungu hajakudhihirisha anakuficha kwanza, ili akutengeneze, ili uimarike, ili ukamilike, ndipo nakudhihirisha. Lazima ukubali na ujue kwamba mimi ni kifaa cha Mungu, mimi ni mashine ya Mungu ambayo ameileta duniani itende kazi kwa ajili ya ufahamu wake na kuzalisha mambo kwenye maisha yake Mungu. Siku zote lazima ujue kwamba hana uwezo wa kufanya kitu duniani bila mtu. Hana uwezo. Ni Mungu ndio ameomba kila kitu ndiyo, anaweza kila kitu ndiyo. Ile ni Mungu wa utaratibu na anafuata protokali alizoziweka, havunji utaratibu. Hana uwezo wa kufanya kitu duniani bila kumtumia mtu, hana uwezo. Ndio maana nasema nikatafuta mtu miongoni mwao, alipokosa akatulia, akaacha. Lazima atumie mtu. Kanuni ya ulimwengu wa roho, hakuna roho inayoruhusiwa kuingia duniani na kutenda kazi bila kupitia kwenye mwili, haipo. Ndio maana hata waganga na wachawi watafuta vitu vyenye mwili, watafuta kwenye popo, kwenye bundi, kwenye paka, kwenye kitu kingine, ila lazima kwanza kiwepo kitu chenye mwili duniani, sababu roho hazina mwili, haziruhusiwi kufanya kazi mahali ambapo hapana mwili, sababu Zaburi inatuambia mbingu ni mbingu za Bwana, lakini dunia wamepewa wanadamu. Ko, lazima kwanza Mungu atafute mtu mwenye mwili. Ko lazima ukubali kwamba mimi Mungu ameniweka kama kifaa cha kwake nitumike kwa ajili ya ufalme wake nitumike kwa ajili ya mapenzi ya kwake. Ko nisimame na nimwambie Mungu, mimi hapa nipo nitumie kadi unavyopenda, ombi la kwako kwa kwa liwe. Mungu nitumie kama chombo chako cha thamani. Gideon alikaa na hakujua kwamba Mungu amemuweka ili amtumie kama chombo cha kwake. Mungu hafanye kitu duniani kwa jinsi ya mwili bila kupata mtu mwenye mwili. Ko ukiangalia kwenye familia ya kwa kwako kwenye ukoo kwako kwa kwa kwa kwa kwa kwenye taifa la kwako kwa. Kama hakuna watu waliompa Yesu maisha yao ambao wamesimama kwa ajili ya kutumika na Mungu Sio kwamba Mungu hataki kuponya mataifa, sio kwamba Mungu hataki kufungua familia au kufungua mbali wakwake, kufungua koo mbalimbali ni sababu watu wa kwake ambao angewatumia kufungua koo zao kufungua familia zao kuponya mataifa mbalimbali mbali hawapo. Anasema nikatafuta mtu miongoni mwao, lakini sikona mtu, ambapo alikosa mtu na katulia, lakini angepata mtu make angetumia. Sikiliza nikwambie, watu wengi sana wapo, watu wa Mungu, kama umeokoka kwenye familia yako na hujakusudia na hujataka kukaa kwenye uwepo wa Mungu, ukae upande wa Mungu ili Mungu apitishe mambo yake na kutumia wewe kwa ajili ya kuokoa wengine, uwe na uhakika hakuna mtu ambaye atakuelewa sababu hakuna kitu kingine hicho kifaa cha Mungu cha kutumia. Wewe ndio kifaa cha Mungu cha kutumia. Na ukikataa kutumika, unaweza kujikuta unapepeta ngano. Na wakati sio kazi yako ambayo unataka kupepeta ngano. Samson alikuwa anapepeta ngano, anasaga ngano ile iko gerezani. Na alikuwa kusudi lake. Mungu alimleta Samson kwa ajili ya kuokomboa wa Israeli kutoka kwenye mikono ya Wafilisti. Ila pasipo kujua, akajikuta iko gerezani anapepeta ngano. Amejitoa kwenye mapango na ndani yake ni shujaa. Anaambiwa Bwana yupo pamoja nawe, ee shujaa. Ashanga, Bwana, mimi ni shujaa? shujaa gani? amejificha kwenye mapango, shujaa ina anafanya kazi ambayo sio ya kishujaa, akakimbia ile ndani yake shuja. Ni shujaa na Mungu akisema ni shujaa, maana tangu kuumbwa kwako aliweka ushujaa ndani yako. Kwa shida iliyopo, sio kwamba Mungu hawezi kuokoa watu, ila watu ambao Mungu anaweza kutumia ni wachache sana. Mungu hana namna nyingine ya kufanya mambo duniani na kuleta mabadiliko duniani mpaka kwanza ampate mtu, ndipo anaweza kufanya